Usisahau kusubscribe kulike kushea na kucomment Togolay24 TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Katika historia ya kiroho ya Tanzania, jina moja limeendelea kung'aa kwa miaka mingi kama taa ya imani, hekima na uongozi wa kiroho. Leo tunamwangazia mtu ambaye maisha yake yamekuwa daraja la mabadiliko kwa maelfu ya waumini, Mchungaji Dr Barnabas Weston Mtokambali, askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, TAG. Barnabas Weston Mtokambali alizaliwa tarehe 12 Aprili mwaka 1962 katika kijiji cha Rudewa, Tanzania. Kwa sasa ni raia wa Tanzania, mume na baba, na ni kiongozi anayeheshimika katika nyanja za kiroho, elimu na kijamii. Alikulia katika mazingira ya kawaida, lakini yenye msingi wa maadili mema. Lakini maisha yake yalibadilika kabisa mwezi Juni mwaka 1980 alipookoka akiwa Kigoma, akakabizi maisha yake kwa Yesu Kristo. Mwaka mmoja baadaye alipokea wito wa huduma na mwaka 1983 akaanza kazi rasmi ya kiroho, huduma iliyojaa maono, upendo na kujitolea kwa hali ya juu. Safari ya elimu ya mchungaji Dr. Mtokambali ni ushuhuda wa kujituma. Kati ya mwaka 1984 hadi mwaka 1987 alihitimu shahada ya theolojia ya Biblia kutoka shule ya thiolojia ya Afrika Mashariki, Nairobi, Kenya. Baadaye alielekea Marekani ambako alipata utaalamu wa juu zaidi katika thiolojia akihitimu udivyo Master of Divinity, ualimu wa thiolojia, THM, hadi kufikia kiwango cha juu kabisa daktari wa huduma Doctor of Ministry kutoka Assemblies of God Seminary Simplified mission. Kwa zaidi ya miaka 40, askofu Mtoka mbali amekuwa kwenye mstari wa mbele katika huduma. Amechunga makanisa, kusimamia sehemu mbalimbali za utendaji ndani ya TAG na kuongoza maelfu ya wachungaji na waumini wote kote nchini. Kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2002 alihudumu kama makamu askofu mkuu wa jimbo. Mwaka 2004 akawa askofu wa jimbo kisha makamu askofu mkuu, kati ya mwaka 2004 hadi 2008. Na tangu mwaka 2008 hadi leo anahudumu kama askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God akiongoza kanisa hilo lenye zaidi ya makanisa 1000 nchini Tanzania. Mbali na uchungaji, askofu Mtokambali ni msomi na mwalimu. Tangu mwaka 1999 hadi sasa ni profesa wa bibilia na theolojia katika chuo kikuu cha Global University akifundisha wanafunzi wa shahada na uzamili. Ametoa mafundisho yenye athari kwa viongozi wengi wa kiroho barani Afrika na duniani kote. Katika nafasi ya kitaifa na kimataifa, askofu Mtokambali ni mtu wa heshima. Ni mjumbe wa bodi ya ushirika wa makanisa ya kipentekoste duniani WPF, ni mwenyekiti wa umoja wa makanisa ya kipentekoste Tanzania CPCT, mjumbe wa APTEA na pia ni mjumbe wa bodi ya chuo cha Assemblies of God Seminary. Yote haya yanaonyesha namna ambavyo Mungu amemtumia si tu kitaifa bali hata kimataifa. Leo hii Askofu Mtoka Mbali ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Bethel Revival Temple anayeendelea kuwahudumia waumini kwa upendo na hekima. Anasimamia ofisi kuu ya TAG na kuhakikisha kuwa makanisa zaidi ya elfu kumi kote nchini yanaendelea vizuri. Yeye ndiye mwenyekiti wa mikutano mikuu yote ya TAG, mabaraza ya waangalizi na kamati tendaji. Maisha ya mchungaji dokt Barnabas Mtokambali ni ushuhuda na uaminifu kwa Mungu, bidii ya huduma na dhamira ya kweli ya kumtumikia Kristo ni kielelezo cha uongozi wa kiroho unaojali maendeleo ya kiroho, elimu na jamii. Katika kizazi hiki kinachohitaji viongozi wa kweli, Askofu Mtokambali anabakia kuwa taa ya kuigwa, mfano wa imani na kiongozi wa matumaini. Hii ilikuwa ni safari ya kipekee, maisha ya askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God, mchungaji Dr. Barnabas Weston Mtokambali. Subscribe kwenye chaneli yetu kwa ajili ya dokumentari zaidi za viongozi wa kiroho, historia na mafanikio yao. Usisahau kulike, kushare kwa wengine na kutoa maoni yako ya upendo. Asante.